Naam, bwana moja kati ya matukio ambayo leo yamemake headline huko mitandaoni ni hili tukio la mwendo kasi pale e, fire jijini Dar es Salaam. Unaambiwa kwamba bwana, kulikuwa pale kuna hizi e, gari za mwendo kasi zilikuwa kidogo na uhaba usafiri, ulikuwa ni shida ikapelekea e, watu mbalimbali mbali kuamua kuifanya kama maandamano, kufanya mgomo, wakajitanda wakajitandaza pale barabarani. Kitendo hicho, baada ya kufanya hivyo, bwana, walitarajia kwamba labda hizi gari za mwendokasi zitafuata matakwa yao, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba eh, madereva wa gari hizo za mwendokasi wala hawakujali kabisa kitendo cha hawa watu kujitandaza barabarani kuhusiana na the way ambavyo walivyokuwa kama vile kuonyesha malalamiko yao juu ya kwamba usafiri wa mwendo kasi umekuwa ni wa taabu. Hivyo basi moja kwa moja madereva wa mwendo kasi bwana, wakaendelea na safari, japokuwa hawa watu walikuwa wamejitandaza pale. Lakini baada ya kuona kwamba madereva hawana, hawajajali ikabidi wenyewe wapishe. Ni moja kati ya matukio ambayo yameacha hoi watu wengi sana, lakini pia yame make headline huko mitandaoni, na peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na tukio hilo, baada ya shuhuda wa hili tukio akiwa amezungumza na kurekodi hiyo video, ambayo kiukweli tunaweza kusema kwamba wazi dhahiri shahiri kwamba ni moja kati ya videos ambazo zimeenda viral sana siku ya leo, kuhusiana na hilo tukio la watu kujitandaza katika barabara ya mwendokasi kwa lengo hilo la kuonyesha kwamba wamemaindi au wamechukizwa na uhaba au matatizo ya kuto kuwepo na huduma ya usafiri on time. Ya, kwa hiyo hapa kuna peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti. kwa mfano hapo kuna peji ameposti hiyo video akaandika kwamba mwendokasi, wameandika kwamba bwana, abiria wa kituo cha mwendo kasi cha Faya waliposimama katikati ya barabara kuzuia gari za mwendokasi ili waweze kupanda waende zao makwao, umeona bwana. Lakini mwendokasi wameonyesha kwamba hawacheki na wowote wanafanya utaratibu wao kama ulivyo bila kuzingatia matakwa ya mtu yoyote yule, kinyume na utaratibu wao jinsi ulivyo. So, hebu sikiliza hapa, tukio lilivyo kwa mujibu wa huyu shuhuda wa tukio hili. Wamgomo wa moto <coughs> kabisa! Abiria wamegoma mwendokasi jamani! Abiria wamegoma mwendokasi, abiria wamegoma mwendokasi, abiria wamegomea mwendokasi jamani! Habari ya moto <coughs> kabisa. Aa faya hapa jamani, ayaa, wamegoma wamekaa barabarani, lakini lakini mwendokasi hawachekeshi. Ukikaa tu kama kaida yao yao, ukikaa mbele hawakucheki, wanakunyosha watu. Wamegoma, wamegoma, lakini mwendokasi zimepita. Yeah, so hivyo ndivyo situation ilivyo, na baadhi ya wadau wamekuja kuweka hapa maoni yao. Nataka kusomea baadhi ya comment. Kuna mtu hapa ameandika kwamba nilitaka nishangae hii nchi eh, na kuandamana wapi na wapi eh, tena Dar es Salaam hii ni ajabu. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mtu mwingine hapa katika comment hapa. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba eh, jichanganye tukutane, He eh, kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu anasema bwana ameandika kwamba misimamo ya wanaume wa kibongo bwana haieleweki, mara wakae barabarani, mara wapishe bwana, mwendo kasi huku liko emte lakini halipakii abiria eh, wanavuka nalo tu jamani, kwa nini nakuwa hivyo?